Uh, siku ya leo tarehe ishirini tuko hapa kwenye viwanja vya Kecha kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama mnavyowaona hawa ni baadhi ya viongozi wa UWT waliotoka katika kata zetu zote 36 na tutakuwa tuna mambo mengi hapa, tuna shamrashamra, tunahamasishana ili tarehe ishirini na mbili Rais Samia atakapokuja katika jimbo hili la Segerea, kata ya Kinyerezi kwenye viwanja hivi vya Kecha akut wanawake wamejitokeza kwa wingi na tutahakikisha uwanja huu unaenda kujaza wanawake wengi waje wazisikilize sera za Chama cha Mapinduzi, lakini waje wamsikilize daktari Samia Suluhu Hassan namna anavyoinadi vizuri sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wito wangu mimi kwa wananchi, napenda kuasa wananchi tarehe ishirini na mbili wajitokeze kwa wingi, waje wamsikilize Rais Samia ambaye ni mgombea kupitia chama cha mapinduzi. Lakini jambo lingine, mimi naendelea kuwaomba wananchi tuendelee kuwa watulivu, nchi yetu ni amani, tuendelee kulinda amani ambayo tunayo kuanzia kuumbwa kwa Tanzania. Tanzania ni nchi inayoongoza kwa amani barani Afrika. Aa lakini jambo lingine ni waase na ni wasi wa Tanzania. Tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kupiga kura, ya kwenda kuchagua viongozi watakaotuvusha ndani ya miaka mitano ijayo. Kwao wananchi waliojiandikisha watoke kwa wingi wakapige kura, wasidanganyike, amani ipo ya kutosha. Tutoke kwa wingi tukapige kura. Baada ya kupiga kura turudi majumbani ama tukaendelee kufanya shughuli zetu za kila siku. Mwanamke ana nguvu katika jamii, lakini sio mwanamke tu, wote jinsia zote, wake kwa waume, vijana kwa wazee, walofika ambao wana umri wa kupiga kura wakapiga kwa sababu kupiga kura ni takwa la kikatiba. Hauwezi kuwa na kiongozi bora bila kutoka ndani kwenda kupiga kura kwa kweli kwenye wilaya yetu ya Ilala Daktari Samia amefanya mambo mengi sana, na kuna baadhi ya klipu tumeshaziyacheza kwa mitandaoni, tumeonyeshwa kwa vitendo na kwa uhalisia Daktari Samia mambo aloyafanya. Tuna tanki la maji liko pale kata ya u, Jimbo la Ukonga, kata ya Pugustesheni. Tanki lile lina uwezo wa kubeba maji lita milioni 9, limegharimu zaidi ya bilioni 36. Lakini kwenye Jimbo la Kivule kule kuna kituo cha afya ambacho kimegharimu zaidi ya shilingi bilioni Nne. Lakini tukija kwenye jimbo hili la Segerea, kuna shule ya sekondari yenye madarasa 40, lakini shule ile ina hadhi ya gorofa gorofa tano kuna mada, madarasa arobaini, na madarasa uh, arobaini na vyoo 90 ambayo imegharimu zaidi ya bilioni 17. Lakini sekta ya biashara pia mama Samia ameendelea kufanya vizuri kwenye soko la Kariakoo pale, kama kila mmoja anavyojua, ameongeza vizimba kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo wanaouza mboga mboga na bidhaa zingine pale, imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 28. Kwa hiyo hiyo ni sababu mojawapo ya sisi wanawake wa sisi wa na Watanzania wengine tuunge mkono tarehe ishirini na tisa twende tukampigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Salma Fumbwe ni mjumbe wa halmashauri kuu ya UWT wilaya ya Ilala. Uh, leo tarehe ishirini jumuiya ya wanawake uh, wilaya ya Ilala tupo katika viwanja hivi vya Kecha, tupo kwa ajili ya kufagia uwanja kwa maandalizi rasmi ya kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa kumi, ishirini hii ishirini na tano katika viwanja hivi vya Kecha. Umati mnaoona hapa ni wanawake wa wilaya ya Ilala, wana hamu hamu na shamra shamra za hali ya juu. Leo hapa tutafurahi kuanzia saa hizi, tutafagia uwanja, tutacheza. Yote haya ni hamasa kubwa ndani ya wilaya ya Ilala kwa ajili ya mapokezi ya mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapa tulipo ni jimbo la Segerea ambalo nalo lina mbunge mwanamke, dada yetu Bona Kamol.